Unatazama Furaha FM Media. Kwa hiyo niwape pole sana, lakini mshukuru, naomba tumpigie makofi mengi sana mkuu wetu wa wilaya. Mkuu wetu wa wilaya aliposikia jambo hili mara moja na kamati yake ya ulinzi na usalama wakachukua hatua kufika kwenye maeneo na kufanya tathmini na kila kitu wamefanya, na kamati ya maafa wamefanya kazi nzuri sana, mwongezeni makofi mengine. Lakini shukuru mwenyekiti wa halmashauri yetu ya wilaya ya Iringa Mheshimiwa Muhapa kwa kazi kubwa. Chini ya wenzetu watumishi wa halmashauri walihakikisha wanakuja kuhakikisha wanafanya tathmini ya haraka, kwa sababu haya mambo yalikuwa yanataka haraka. Ofisi ya waziri mkuu imefanya haraka na halmashauri ikafanya haraka na mkuu wa wilaya akafanya haraka. Kwa hiyo wote walifanya haraka kuhakikisha watu hawa wasije wakaendelea kuathirika zaidi. Kwa hiyo halmashauri wamefanya kazi nzuri sana. Leo tutapata hicho ambacho taifa limehusika, mkoa umehusika, wilaya imehusika. Eh, sasa niombe wanamlenge haya yasitugawanye. Huu msaada wa leo utuunganishe. Wakati mwingine unaweza kupeleka msaada mahala ukawagawa watu, na hii imetokea, na aliyepata hapa. Hata wewe kama ukupata usiombe kwamba na mimi ningepata. Majanga na mimi ningepata majanga, hayaombwadi hayaombwi majanga. Kwa hiyo hao wenzetu waliopata basi watu tu, sisi watuunganishe tuwe watu wa moja. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, uratibu wote huu unatokana na ofisi yako, naomba tukupongeze sana. Maana mwenzetu ndiye anayesimamia kitengo cha maafa katika ofisi yake, anayefanya coordination zote kutoka wilayani, mkoani mpaka taifa ni mkuu wetu wa wilaya. Kwa kweli tuna mkuu wa wilaya ambaye kwa kweli tunajivunia sana, ndio maana utaona hakuna jambo linaloharibika. Lakini pia kipekee sana naomba niwapongeze madiwani wenzangu, yuko diwani viti maalum Mama Halima Lukinga. Lilipotokea jambo hili, mheshimiwa mwenyekiti wa chama pamoja na diwani mamlenge walinipigia simu kwamba mwenyekiti wenzako, kuna majanga makubwa sana, kuna mvua ya ajabu imetokea, ambayo tunashangaa ilikuwa inyeshe, lakini imekuja na maafa makubwa sana imekuja mvua lakini na upepo mkali sana na kimbunga ndicho kilicholeta athari zote imeangusha miti imeangusha nyumba jamani haya ni majanga ambayo yanatokea kwa hiyo tuombeane heri kwa hiyo mimi niwapongeza sana viongozi hawa ndio wanaotakiwa sawa jamani eh, unakuwa na viongozi ambao kikitokea shida wanachukua hatua za haraka sana na mwisho nimpongeze sana mwenyekiti wangu wa chama. sisi wenyekiti wa chama likitokea jambo anatuuliza "Ehe, umesikia umepata habari umefanya nini ehe, mnafanyeje? Fanyeni haraka. Mwenyekiti, tunakupongeza sana, tunakupongeza sana na mwisho, Mheshimiwa DC, naomba niwapongeze wataalamu wangu kwenye ofisi ya halmashauri. Baada ya janga hili kutokea, pia kwa maagizo yako walichukua hatua za haraka katika namna ya kulishughulikia ili kujua, baada ya kuagiza nendeni haraka ili tukajua wenzetu wameathirika kwa kiwango gani. Ndugu zangu wana Mlenge, poleni sana, poleni sana hiki kilicholetwa kimeletwa na serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, lakini kimeletwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo leo nayo mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni kuwasilisha salamu za Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, kuwapeni pole sana kwa majanga haya. Jamani, poleni sana sana sana, sana. Mheshimiwa Rais anawapeni pole, anawaombeeni muwe na subira katika kipindi hiki cha uvumilivu na cha, cha tabu, lakini anawaomba kila mwananchi anayeguswa na tabu iliokuta wenzake Asi, asichoke kusaidia na katika kuondoa tatizo hili ambalo limewakuta watu wetu. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba ni lazima wananchi hawa waliopata changamoto wahudumiwe haraka. Kwa hiyo tumehakikisha kuhusu matibabu tumekwenda vizuri, na sasa leo tuna kazi kubwa mbili ambazo zinafanyika hapa. Kazi ya kwanza ni kutekeleza maelekezo ya ofisi ya Waziri Mkuu ambayo yametaka tuhakikishe wananchi wote ambao hawana chakula wanapewa chakula na wananchi wote ambao makazi yao yameharibika wanapewa vifaa vya ujenzi ili waepukane na hii changamoto inayowatesa sasa kwao. Kazi ya pili ni ya kugawa vifaa kwa wananchi wenzetu wote ambao wamepata maafa. Serikali makini ufanya kwa ajili ya wananchi yake. Kwa hiyo mipango na maamuzi ufanywe kwa ajili ya wananchi. Ndio maana leo rais amewasilisha salamu kwenu, waziri mkuu ameleta fedha kwenu zaidi ya milioni arobaini na laki saba zimeletwa kwa ajili ya kazi hii ili kuhakikisha wananchi wa Mlenge na wananchi wa Itunundu wote wanatatuliwa changamoto iliyotokana na maafa. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba vifaa hivi vinagawiwa vizuri, kila anayestahiki anapewa anachostahiki, na yule asiye stahiki apewi asicho stahiki. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuhakikisha kipindi hiki ambacho watu wamepewa hivi vifaa vipunguze tabu anayoipitia kwa kuangukiwa na majumba, kukosa chakula na malazi. Kwa leo watu hapa watapewa mchele, watapewa maharage, watapewa magodoro watapewa mablanketi, wapo watakuwapewa mabati na wapo watakuwapewa simenti, ili kila mmoja aguswe kulingana na changamoto alizozipitia. Kwa dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona wananchi wetu baada ya changamoto hii kubwa ya maafa mnarejea katika maisha yenu ya kawaida kama ambavyo mlivyokuwa mwanzo. Lakini jambo la pili, ndugu zangu, ni kuendelea kuishi kwa tahadhari. Kulikuwa na changamoto ya mvua, sasa Mungu kaileta mvua, lakini mvua imekuja na changamoto nyingi, imekuja na upepo ee hey, imekuja na mvua mvua isiyokuwa na kiasi. Tumuombe Mungu atupe mvua za baraka. Mvua ambazo hasa tuletea shida kama iliyotokea. Na kwenye hili tumuombe Mungu sana sana sana. Na endapo tokea kwamba kumetokea changamoto, tusiache kutoa taarifa kwa wakati. Tutoe taarifa kwa wajumbe wetu wa vijiji, tutoe taarifa kwa viongozi wetu wa vitongoji, tutoe taarifa kwa viongozi wetu wa vijiji ili hatua zichukuliwe haraka. Majina yanaitwa Ngoma kwa Nguliro, ni ni mwenyeji wa kijiji cha Kisanga, kata ya Mlenge tunashukuru sana kwa juhudi ya serikali ya Chama cha Mapinduzi aliokuwepo madarakani Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kupata msaada huu kwa asisi wa hanga mimi mazani mahaanik nimepata, nyumba ilidondoka. Wakaja watasmini wakalitasmini, na leo ndo napata msaada, kwa sababu wamesema msaada huu unaendelea, baada baada ya miezi mitatu tena tunarudi tena tunapata kwa hiyo kwa msaada unayopata huu oh, kwa kweli utanisaidia. Kwa majina, naitwa Angelina Joel Madole, ni mkazi wa Kinyika. Niliwasiliwa na nyumba, mahindi pamoja na vyombo. Leo nimepatiwa, kuna maharage, mchele na tandiko na mabati. Unatazama Furaha FM Media.